Au kuna mtaalamu <tipanilabu> wa wakunanii wakika ko niendelee kurefusha maneno. Ndugu zangu wa Simba, kwa miaka hivi karibuni tumekuwa watu wa kusononeka sana na tumekuwa watu wa kukata tamaa sana. Ile asili yenyewe ya Simba tumekuwa hatuishi, tumekuwa watu wa kukata tamaa mapema mno. Hiyo siyo sifa ya Simba. Kama wewe upo kwenye kundi hilo la watu ambao wanakata tamaa mapema, basi hebu tupishe kwenye Simba yetu. Simba hii tunataka watu wenye mioyo migumu. Simba hii tunataka watu ambao wanaamini katika muda. Simba hii watu tunataka watu ambao wanaamini haijaisha mpaka iishe. Hii ndiyo simba ambayo tunataka, watu wa namna hiyo. Kwa hiyo matokeo ya juzi yasimnyongonyeshe mwanasimba wa aina yoyote ambaye ni simba kweli, na kwa hili tuweni makini. Wapo wengi ambao wanajifanya wanasimba, wanajifanya wana masikitiko makubwa, ili kutunyongonyesha, tusitimize wajibu wetu wa kwenda Benjamin Mkapa. Mimi niwaambie wanasimba, katika vitu viwili ambavyo mwanasimba unapaswa kuwa na uhakika navyo vitatokea katika maisha yako, cha kwanza ni kufa, cha pili ni simba kwenda nusu fainali.

la kuipeleka nusu fainali Simba ni jukumu la kila mwana Simba, ni jukumu la wachezaji wa Simba, ni jukumu la viongozi wa Simba, ni jukumu la kila shabiki wa Simba kuipeleka Simba yake nusu fainali. Hivyo basi, tunapaswa kuanzia sasa, wana Simba, kushikamana wanasimba kushirikiana, wanasimba kuhamasishana, wanasimba kuhakikisha kila mwanasimba anatimiza wajibu wake kwenye matawi, kwenye makundi, viongozi wa matawi, viongozi wa mitaa, viongozi wa makundi. Ajenda yetu sisi ni moja tu, ni kwenda Benjamini Mkapa, kwenda nusu fainali. Asitokee mwanasimba akaja na mada tofauti. Sisi mada yetu kuanzia hii leo tarehe nne mpaka tarehe tisa ni kununua tiketi na kwenda Benjamin Mkapa. Hakuna mada nyingine ambayo mwana simba anatakiwa kuzungumza ndani ya wiki hii zaidi ya mada ya mnyama kununua tiketi na kwenda nusu fainali. Kwenye makundi yetu ya WhatsApp kwenye mitandao yetu ya kijamii ajenda yetu ni moja tu, ni mnyama kufanya ubaya bwera kwenye mechi ya marudiano, twende hatua ya nusu fainali. Asitokee kirusi yoyote akaleta mada nyingine yoyote ambayo haihusiani na jambo hili la mnyama kwenda nusu fainali katika nchi hii. Simba tumeshafanya maajabu mengi sana katika Afrika hii. Simba tumeshafanya maajabu ya kutisha Afrika hii, tumeshafanya ukatili mkubwa, vibaya mno. Ni sisi Simba Sports Club. Tulikula bao nne uwanja Uhuru shamba la bibi, tukaenda Zambia tukampiga mtu bao tano. Ni sisi Simba Sports Club. Tulimfunga Horoya bao saba hapa Benjamin Mkapa. Ni sisi Simba Sports Club. Tulimfunga Galaxy mabao sita hapa Benjamin Mkapa. Ni sisi Simba Sports Club. Tulitanguliwa mabao matatu kwa bila kipindi cha kwanza, yakarudi yote kipindi cha pili. Ni sisi Simba Sports hatushindwi kupata mabao matatu mbele ya Al Masry. Hii inawezekana na hii tunavuka.